Raisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Meheshimiwa D Samia Suluhu Hassan yupo kule Same Mwanga Kilimanjaro kwa dhumuni tu la kuzindua mradi wa maji aliyokwenda kuzindua huko. Sasa video ambayo unaiona hapo kwenye skrini yako ni video ikimuonesha bidada ambaye amepiga saluti huku wimbo wa taifa ukiwa unaimbwa. Hii video imeshutiwa na ni platinums mwisho wa sauti yangu nitakuwekea video ikimuonesha Diamond Platnumz akizungumza, na maneno ambaye ameyazungumza hapo, amemsifia huyu binti kwa kitendo ambacho anakifanya, kitendo cha kuheshimu wimbo wa taifa cha kwanza. Lakini kitu kingine alichokiongeza, lichokiongeza Diamond Platnumz ni kwamba baadaye huyu binti akitoboa, na hata alivyoandika caption kwenye hiyo video hapo, watu watasema kwamba ametoboa wa kwa sababu ya uzuri wake na binti anavyoonekana, of course ni chuma, ni peace kweli kwelikweli, ya kwenda of course, rangi imepoa lakini maneno ambayo anazungumza kwa Diamond Platinumz ni kwamba kweli akija kutoboa baadaye, watu wanasema ametoboa kwa sababu ya uzuri, licha ya kwamba yuko makini kwenye kile ambacho anakifanya. Ukiangalia wenzake ambao wamekaa hapo chini, hawana muda kabisa, wala hawajishughulishi na chochote, licha ya kwamba wimbo wa taifa na wimbo. Lakini huyo binti, yeye amesimama, sio kusimama peke yake, amepiga saluti, na baada ya wimbo kuisha, akashusha hiyo mikono yake chini. Sasa mimi, kati ya swali ambalo nimejiuliza hapo, kama Diamond Platinumz mwenyewe ameshindwa kuheshimu wimbo wa taifa, kwa nini anajaribu kuwasema watu wengine, kwa sababu video ambayo ameiposti hapo ni video ambayo ameishuti yeye, na sauti ambayo nitakuwekea hapo usikilize baadaye ni sauti yake mwenyewe akizungumza kwa nini yeye ameshindwa kuheshimu wimbo wa taifa na kuacha kurekodi. Lakini sasa, yeye ameshindwa kujizuia na kumrekodi yule binti na kusema kwamba tuheshimu wimbo wa taifa, ili hali yeye ameshindwa kuheshimu wimbo wa taifa, ili hali yeye ameshindwa kusimama na kuonyesha ya kwamba ana mapenzi na anaheshima na wimbo wa taifa, lakini video ambayo inaonekana hapo ni video ambayo imerekodiwa ndani ya gari. Lakini credit mwanafunzi ambaye ameonyesha upekee wake kwa kuheshimu nembo ya taifa, lakini pia kuheshimu bendera ya taifa, lakini pia kumheshimisha ule wimbo ambaye ulikuwa unaimbwa hapo. Kumbuka hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.